Yes, katika nchi zetu e, swala la ulinzi ni swala ambalo linatakiwa e, kuzingatiwa sana na hii ni kwa sababu ya e, kuweza kulindana kwenye masuala mazima ya vita lakini pia kwenye masuala mazima ya machafuko ambayo yanakuwa yanatokea. Kuna baadhi ya nchi ambazo zinakuwa zinakosa walinzi au zinaweza zikawa zina majeshi yao yapo lakini yakawa hayana nguvu kubwa ya kuweza kuwatetea mara baada ya machafuko au matukio makubwa kuweza kutokea. Sasa jeshi la Rwanda limewezesha e, kuweza kuondoka kwa wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika yani SADC kutoka eh, katika eneo la mashariki mwa DRC kwa kuwasindikiza ili kuweza kupitia ardhi yake eh, kuelekea eh, Tanzania. Hiyo ni taarifa kutokea huko nchini Rwanda, lakini pia bana, hatua hii inafuatiwa uamuzi wa SADC kuweza kusitisha operesheni ya nchini DRC, huku mipango dhidi ya waasi wa M23 eh, yakiendelea kushika kasi. Tunajua kabisa kutokea kule Kongo machafuko ya M23 yamekuwa ni noma sana, lakini pia Kuchafuka sana lakini, hiyo kwa kipindi hiki walisema kwamba kuna baadhi ya talehe au baadhi ya siku machafuko haya yataweza e, kupungua kidogo kwa sababu ya e, kikao ambacho kiliweza kufanyika na wakuu wa e, nchi za Afrika. Kama ninavyojua mmoja wetu aliweza kukaa na kuweza kujadili mambo tofauti tofauti e, kuhusiana na masuala mazima ya e, kikosi hii cha M23. Machafuko ni mengi ni mengi sana, ndio maana hapo mwanzo nimesema kwamba e, ulinzi ni muhimu sana hasa katika nchi zetu, lakini pia katika e, mali zetu pia si wenyewe pia tunaweza tukawa na lindwa So kukiwa kuna machafuko au kuna vita katika nchi hakuwezi kuwa poa, lakini kwa sababu kila mmoja atakuwa na ishi kwa wasiwasi, lakini pia na mashaka makubwa. Endelea kutufuatilia sisi kama sawa sawa digital kwa kusubscribe channel yetu, lakini pia ku like ku comment, utakuwa umetisha kinoma noma.